Lakini wewe na kadi yako mzee wangu umesha graduate. Haya, mwingine um, kwenye line ya simu hapa. Hello, nani na uko hapa karibu? Mimi ni Andrea Tumbe. Napatikana Tindiko kwa wajanja na kulizo, makuari, madre, uera, kwa watoni. Kwanza ma, nampongeza mkuu wa mkoa kwa kutoa maelekezo mazuri. Anaendelea kuhimiza umuhimu wa kujiandikisha kwa wale ambao hawajajiandikisha na kutoa maelekezo na pia kukubali kuuliza maswali mara kwa mengine wewe na sana. Kwamba inafika mahali kosa, kwa sababu ametoa kwamba unapo

Tutapokea simu tatu halafu tutakuja kuyajibu kwa pamoja. Nani mwenzangu na wapi? Karibu. Kwa majina anaitwa Ramambogo, niko pande za Mwandigembe, Singida. Kwa kwanza nimpongeze mkuu wa mkoa wa Singida. Anafanya na jambo zuri sana yeah. mimi nina miaka kumi mm. yeah. ni na saba sijafikisha miaka kumi na nane, ninahitaji kwenda kujiandikisha, lakini ine je, siku ya kupiga kura ikaa labda mgonjwa niko labda hospitalini, labda mkoani hiyo siku, ni na nami nahitaji labda nimpigie mama Samia Asante sana salama, karibu. nani mwenzangu naukoapi? Naitwa Mwiko wa Mwio, anatokea Mtamaa mm. Nauliza, mbona vituo vimepunguzwa kutoka vitano vimekuwa vizuri? Kwa mfano hapa Mtamaa kuna Mtamaa shule ya msingi na Mpisi, sasa eneo ni kubwa la kata ya Mtamaa, hapa inakuwaji? Uh, mweshimua mku wa mkoa karibu. Eh, maswali, swali la kwanza ni kuhusuana ili la msikizaji wa mwisho kwamba katika kata ya Mtamaa, ni kushukuru sana kama nilivyoeleza pale awali, tunaenda kwa lengo la kuandikisha watu wachache ambao walikuwa hawajajiandikisha au hawajapata fursa ya kujiandikisha, na tunauhisha pia taarifa za watu wachache ambazo haziwezi kulingana na zile zoezi kubwa ambalo tumelifanya mwezi Septemba. Sasa hivi nchi yetu inaenda kisayansi. Tumefanya sensa, takwimu tunazo, tunazitumia na tunapopanga vituo tayari inatuonyesha katika wakazi wa eneo fulani, wengi hawajajiandikisha au wengi wamejiandikisha. Kwa hiyo concentration inaenda pale ambapo wengi hawajajiandikisha ndio tumepeleka vituo na ndio maana tumevi station kwenye eneo lao la mtaa, eneo la kijiji ambayo aliwezi kuwa mbali, katika serikali zao za vijiji. Kwa hiyo wajue kabisa tunapoenda huko tayari nimeshafanyika study ndogo na kujua wapi tunamlenga nani ili akajiandikishe. Ndugu yangu aliyouliza miaka kumi na saba miaka kumi na saba kisheria bado, hmm, asubiri mwaka mmoja akifikisha kumi na nane basi naye atapata haki yake ya msingi ya kupiga kura. Lakini ile swala la kusema kwa nini tunahamisha vituo, mimi kama mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya hawezi kuhamisha kituo. Pale tunapoweka vituo na maoteo, wananchi wenyewe wa eneo husika, wakati wa utendaji kazi halisi, inaonekana kwamba kituo kilipo na sehemu alipo inaonekana kwamba kuna umbali au kuna pingamizi lolote au kuna ukinzani, wanakaa pale, wanakubaliana, ndio kituo kinahamishwa, kinatoka eneo moja kwenda eneo lingine. Kwa hiyo ni wao wenyewe wanakuwa wamekubaliana katika mamlaka walioko kama ni kijiji, kama ni mtaa, kama ni kitongoji, huwa tuna, tunafanya hivyo.